tumenasa leo, tuna siku ya nne kwa tamko la waziri la kwamba mahindi hayaruhusiwi kwenda Malawi kwao. Tuko hapa hatuelewi hatima yetu, tuko hapa tunasubiri labda kama, kama tamko litabadilika ndo tuweze kupeleka haya mahindi ha, hii imetuathiri sana kwa sababu sisi kama madereva huwa tunategemea mzunguko ndo tuendesha familia zetu kwao, hii imetuathiri sana. Nikaa hapa tuna siku kama mbili tatu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 alivyokuwa wameliandika kwa ajili ya kuzuia zile bidhaa za chakula zinazotokana na mazao. Kwa hiyo mfanyabiashara wasihofu, na imani katika hili viongozi wetu wa kikapa kushirikiana vitawezekana kutatuliwa, na hasa zaidi tunasubiri maamuzi ya serikali ya Malawi kupitia waziri wake wa viwanda na biashara.